Majlisi iliyopita tulizungumza kuhusu kumi la mwisho na matendo ya kuyafanya ndani ya kumi hili la mwisho la Ramadhan, na alhamdulillah, mafihi kifaya, na nitaendelea tu kutoa tambihi, sababu darasa ya leo pengine ni dakika chache tu na tunamalizia. Sisi tunafanya ibada ndani ya kumi la mwisho, miongoni mwa malengo ni kupata lailatul qadri, lakini Mtume ametuambia tuitafute Lailatul Qadri fil awtar, katika masiku za witiri. Siku ya witiri manaake ni siku ya ishirini na tatu ishirini na tano ishirini na saba mpaka mwisho. Hizi ndo siku za witiri. Nilieleza juzi kwamba wakati tuingia katika kumi ya mwisho tulitofautiana kuna ambao walitangulia kuanza kufunga, kuna wengine wakachelewa. Mombasa moja, jua la chomoza pamoja na lazama pamoja, sote ambao kwamba tuko Mombasa hali yetu ni moja, lakini tulikuwa tumetofautiana katika siku, wengine tukaanza, wengine tukachelewa, kisha wote ndani ya kumi la mwisho tunatafuta Lailatul Qadr. kuna Mwislamu yeye anategea zile siku za witiri kwa kalenda yake, ndo anafanya ibada, alafu ile siku ya shufaa ambayo si witiri kwa kalenda yake hafanyi, pengine hata hatokuwa na jiddi katika ibada. Na kuuliza, wajuaje? Je, hiyo siku yako ambayo wewe waiona kuwa ni witiri ikawa si witri kwa sababu, kama Lailatul Qadri ni moja, si sote Mombasa, Lailatul Qadri yetu ni moja. Ikiwa wewe unasubiria kufanya ibada katika ule usiku ambao wewe ndio unaoona kuwa Lailatul Qadri kwako, umejuaje? Je, kama Lailatul Qadri ni siku ya jana ambayo wewe ulilala ukufanya ibada? Kwa sababu lazima Lailatul Qadri ipo, lazima ipo, na kama lazima ipo, ipo kwenye witri

na ndio maana dakika za mwisho mtume aliificha. Wako ulama wamejitahidi kusema ni siku ya ngapi, siku ya ngapi, kwa sababu kwa dalili fulani na fulani na fulani. Lakini nihaia, lailatul qadri imefichwa, huwezi kuipata isipokuwa kama utafanya ibada katika haya masiku. Lidhalik, wachana na kalenda yako kwamba leo ni siku ya witri, wachana na kalenda yako kwa leo si siku ya witri, wefanya ibada katika hili kumi lote na fursa njoo, itikaf, umba dua, hasa amali zako ikafiki ile siku ya Lailatul Qadr, ukawa umeandikiwa ujira ambao lailatul qadri khairun min alfi shahr, bora kuliko miezi elfu moja. Lakini ukisubiria tu kwamba usubiria siku yako ya witiri kwako, ma alamak ni kipi ambacho kwamba itakujuza kwamba hiyo siku yako si siku ya witiri ama ni siku ya witiri?

waftiru liruyatihi fain ghumma alaikum faakmilu iddata shaban 30, fungeni kwa kuona mwezi na funguweni kwa kuona mwezi. Ikiwa wingu litatanda hamtaona mwezi, basi kamilisheni idadi ya siku za Shabani 30. Ywezekana ile siku, kwa sababu kama wingu limetanda, maybe mwezi umeonekana, lakini kwa kuwa wingu limetanda, sisi hatukuona kwa hivyo tukaanza kufunga siku ya pili, lakini kwa sababu rabbana la tuakhidna in nasina au waqtana, na hii si siku uwezo wetu, tumfuata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika, hata kama je tofautiana kuanza, lakini pengine tulichelewa tukakamilisha idadi ya siku za Shaaban siku 30, pengine mwezi ulionekana jana, na hii litokea zama ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwisho wa Ramadan, mtume siku ya idi ambayo ni siku ya yaumu shak Hawakuona mwezi, ikafika mpaka kesho wakati wa alasiri, bwana mmoja anakuja kutoka sehemu za mbali anawaambia, bana, mimi niliuona mwezi jana alasiri. Hiyo imefika kama vile saa hii, Mtume yupo kwenye sawa na masahaba zake, anambia, mimi mwezi mwezi niliuona niliuona jana, ambao jana mwezi, ha? Haya jamaa, fungueni wote, wakafungua time ile. Falidhalika hii, hata ikitokea ghumma alaikum, kwamba hatukuona mwezi sisi kwa macho yetu, pengine mwezi umuonekana. Lidhalika kitachokuokoa wewe na kitachokusaidia kupata haya masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani, ama hii siku ya Lailatul Qadr ni kujitahidi katika haya masiku yote kufanya ibada. Usizembee. Madamu una uwezo, njoo ufanye ibada. Yeke time. Tulizungumza majlis iliyopita kwamba wewe toka umebaleghe pengine watafuta riziki mpaka leo leonitoko fikisha miaka ishirini na tano ama miaka kumi na tano mpaka leo, yani leo bado watafuta tu kuwai hukuwayi kushiba mpaka leo bado watafuta, kama vile Mtume alivyosema, lau kana libni adama wadian min dhahabin la daathani. Leo binadamu akaletewa mlima mzima wa dhahabu huu mbele yako, yeye atatamani mlima wa pili huu mwanzo alikuwa hayuko nao falidhalika huyu manhut kama alivyoelezea Mtume, manhutani la yashbaan, hawa watu wawili wapenda kule wawili hawashibi, talibu lilmi wa talibu lmal, yule ambaye kwamba anatafuta elimu na yule ambaye kwamba anatafuta mali. Ukiwa utafuta mali huwezi kutosheka, huwezi kushiba, utaendelea kutafuta. Na Mtume ameashiria kwamba hata kama utaendelea kutafuta, lakini ukafa ilhali utafuta ya halali, utaingia peponi wa almuminu yamutu biaraqi ljabini, mumini anakufa na jasho la uso wake. Ulama wanataja kwamba hii jasho katika paji la uso ima, wakati unakufa, inatoka jasho jembamba, kama vile sisi tunavyoamini kwamba mtu akiwa nakufa akitoka jasho jembamba, maana yake huyo ni mcha Mungu, bwana ankufa akatoa jasho jembamba, lakini maana yake ni kama muumini anaendelea kutafuta ya halali anaendelea kutafuta riziki kupitia jasho lake mpaka anakufa ilhali akiwa anatokwa thalika, tizu, kukua, na jasho la kutafuta riziki yake ya halali. Falidhalika si tatizo, endelea kutafuta, lakini kwa kuwa hutamaliza na ibada na yenyewe kadhalika, endelea kutafuta hasa hasa katika hizi mawasimu za kheri. Allah analeta misimu ya kheri, sababu anajua waja wake wako bizi, akawaletea misimu ya kheri ili wafanye matendo haraka wa haraka wafaulu. Mwezi wa Ramadhan, fursa mausimu lkhair, wafanye matendo machache, Allah anakulipa zaidi. Allah akakuwekea hii siku, anajua wewe utakuwa bizi katika maisha yako, akakuwekea usiku wa Lailatul Qadr, ukiupata anakupatia ujira wa miezi elfu moja na zaidi. Yote haya limadha

wasizifanyie uadui nafsi zao, ama wakawa ni muhsinuna bainahum wa baina ghairihim, wakawa ni wema baina yao na baina ya wenzao. Lakini Allah subhanahu wataala anawapenda. Ihsani baina yako na baina ya Allah ni kufanya yale ambayo kwamba ameyaamrisha ame Allah subhanahu wataala. Ni ihsani baina yako na baina ya nafsi yako ni kutokuidhulumu nafsi yako kufanya maasi. Ihsani baina yako na baina ya watu kuwafanyia watu mambo ambayo kwamba